Asante sana uh, Taraki, asante sana uh, mjambo wa Kenya popote pale mlipo. Uh, jina langu ni Fuad Ali, mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu uh, kwa sasa tunageuza tuna jina na kuitwa Keksha. Uh, kwanza nianze na uh, madhumuni ya sisi kuwa hapa uh, lengo kuu la sisi kuwa hapa ni kusherehekea uh, uongozi na ambao tumeutekeleza katika miaka takriban 15 kutoka kuanzishwa kwa mtaala mpya wa CBE. Uh, tukikumbuka ya kwamba mtaala huu sasa umefikia kiwango cha juu, umemalizika katika kiwango cha chekechea kuenda kiwango cha, cha, cha, cha msingi na kumalizika katika junior school. Hivyo tumekamilisha awamu ya kwanza ya grade 9. Hivi tunavyozungumza tumefanya uh, tathmini za grade, grade ya tisa na grade ya sita, ya sita kwa uzuri na kwa ukakamavu na bila ya kusimamiwa na ulinzi uh, hakukuwa na security ya aina yoyote, ni kutoka tu kwenye container na kusukuma kwenda kui, kuipeleka uh, makaratasi ya tathmini shuleni. Na hawa walimu wakuu walioko hapa leo takriban zaidi ya elfu kumi na tano wamekuja kwa furaha na na moyo mkunjufu wakifurahikia kazi ambayo wameifanya kwa miaka yote hii, na sasa ndio tuko hapa kusherehekea kufanikiwa kwa CBE kutoka ku sehemu ya, ya, ya, ya junior na primary, wakimaliza grade ya tisa, sasa tukiwakabidhi mikononi mwa senior schools, ambapo watoto wanafunzi hawa tayari hata wana washajiongoza mustakbali wao wa kimaisha wanapoenda uh, senior school. Labda kumekuwa pia na changamoto za hapa na pale. Kuna mengi mmejifunza, ni yapi haya? Eh, yale ambayo tumejifunza ni kuwa mtalaa huu wa CBE unawafanya watoto kuwa wakakamavu, unafanya watoto wakuwa, wawe engaged, empowered, na watoto ambao wana maadili, ethical citizen. Ni watoto ambao hawana hofu ya kuzungumza yaliyomo moyoni mwao wanaweza kukuambia hili ni la sawa, hili si la sawa. Ni watoto ambao wanajituma, ni watoto ambao wanaweza kutekeleza mambo vile vilivyo, na ni watoto ambao wanatii sheria, na ni watoto ambao wana ufahamu wa hali ya juu sana. Imeona hii system imetusaidia sana kuwakuza watoto wetu, sio kama zamani kuwa wao wawe tu ni vitabu na vitabu na vitabu na, na wao, lakini hii inawashughulisha katika kazi za kila siku na za mikono na hata kuwashughulisha kiakili. kia Baadhi pia walimu ambao wapo kwenye mwavuli wenu pia wamekuwa wakitaka kwamba wawe na uhuru wao wenyewe, wanasema kwamba wanataka autonomy yao wenyewe. Labda ni jambo ambalo mmekwenda kulizungumza, limekuwa na nyufa kati uh, kiasi gani, hasa katika masuala ya elimu, hasa katika masuala ya sekondari, msingi? Jambo la kusikitisha ni kuwa wanaposema watu wanataka uhuru hakuna, hakuna mtumwa katika nchi hii yetu, sote tuko huru, na masala ya uh, junior school kuwekwa katika uh, usimamizi wa primary school ni, ma ni maoni ya wakenya wote katika presidential working party on educational reforms, yale maoni yalichukuliwa yote na yakawekwa. Na hawa watoto mkiwaangalia hivyo alivyo, kama kuna jambo ambalo tulilifanya Kenya hii yetu naweza kusema jambo ambalo tuta, maisha tutalikumbuka ni kuweka junior school katika primary school, kwa sababu wameleke, wame, wameendelea vizuri, wamefahamikana vizuri na wenzao wa primary na wametangamana kwa uzuri sana. Kwa hivyo uhuru uko na mas, usimamizi wa hizi shule ambazo kwa sasa tunaziita comprehensive schools, ndio maana tunasema badala ya kujiita Kenya Primary School Heads Association, sasa tunajiita Kenya Comprehensive School Head Teachers Association tukijumuisha comprehensive school yote. Na hakuna matatizo yoyote isipokuwa ni baadhi ya watu kidogo na ni mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya vyama. Kwa hivyo si mambo ya, ya, ya kitaaluma, si professional, ni mambo tu mambo ya, ya kivyama ambayo vinapiganiwa kama kungekuwa na shida tusingeweza hata kufanya hii tathmini ya grade 9 ambayo imefanyika. Mambo yameenda shwari, usimamizi uko sawa kisisi kama keksha, hakuna tatizo lolote. wapi serikali iweze kuwapigia jeki ndio muweze labda kutekeleza mengi zaidi ambayo labda mtaala mnataraji kuwafiki, hasa katika masuala ya fedha na pia uh, kuendesha shughuli uh, katika maeneo yenu. Tumewahi kukutana na mheshimiwa rais uh, katika Ikulu na tukamwelezea ya kuwa, kwanza, tungependa fedha zinazotolewa kwa upande wa primary schools ziongezwe. Fedha zinazotoka kwa upande wa junior school tumeshukuru, zinatufaa, kiwango kiko sawa, lakini fedha za primary school tuliomba ziongezwe. Vile vile tukaomba kwa serikali ya kuwa tungependa maabara yatengenezwe kwa zile shule ambazo hazina, na jukumu kama hili si la serikali peke yake. Nataka kuwashukuru pia washirika kama Kenya Commercial Bank ambao wamekuja na kutusaidia katika kurekebisha mambo ya, ya infrastructure mu, katika shule zetu. Na hivi sasa tukiangalia shule nyingi zimeweza kujisimamia kwa, kwa mipangilio kama hiyo kupitia wafadhili wetu ambao vile vile ni wafadhili wakuu katika kongamano hili ambalo tunaendelea hapa sasa. So, tungeomba vile vile, uh, Kenya Commercial Bank ni moja tu, tungeomba wafadhili wengi ambao wako hapa nchini waje pamoja, Cooperative Bank na wengineo na ba banks zinginezo ma, ma, educational stakeholders, tusaidiane jambo la elimu. Tukielimisha mtoto, tumejenga nchi yetu. Umaskini utaletwa kwa sababu ya kukosefu wa elimu.